Ebana, tunahesabu masaa kufikia mchezo wa mwakilishi Wakanda wa ukanda wa sekafa Afrika Mashariki pamoja na jamhuri ya muungano wa Tanzania Ite Simba Sports ambayo itakutana na Al-Masry siku ya tarehe tisa saa kumi kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nipo na Dula Heavyweight kukiangazia kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba, kitakacho kwenda kuwatoa kimasomaso. Hii wanakwambia wanavuka, hii tunavuka. Naomba niseme hii tunavuka slogan inasema hivyo. Dula Heavyweight, uko fresh kaka? Niko vizuri ndugu yangu, bomba kabisa. E bana, mara kadhaa umekuwa unatudondoshia vikosi vya mnyama simba sports na mara nyingi kile unachokuwa umekitazama ndivyo ambavyo kinakuwa siku ya mchezo husika. Ulitupangia kikosi kwa Almasiri Simba alipokuwa ugenini, sasa tunahitaji kikosi Simba akiwa nyumbani, kinaanzaje? Of course kwanza e, Simba wanaenda wana, wana kwenye mchezo huu wakiwa hawana matokeo tofauti na kutafuta ushindi. Bas, hakuna sare wala nini. Mm -hmm. Kwa hiyo tofauti na mechi ya kwanza ambapo Simba walikuwa na machaguo mengi aidha kutoka sare ya mabao au sare ya bila mabao au kuruhusu goli chache zaidi menelewa au kuruhusu goli na wao kupata goli, lakini huu ni mchezo ambao wanahitaji zaidi kushinda kwa tofauti ya mabao matatu hata kama itakuwa nne nne, nne moja. Mm -hmm. lakini mabao ya tofauti hmm. yawe kuanzia matatu ili ukikombine na aggregate ya mabao mawili sifuri ambao wanaongoza Masry iweze hmm. kuwabeba Simba kuweza kuenda e, hatua inayofuata. Kwa hivyo golini pale ataanza Pinpin Kamara, kwa sababu ni mchezaji mzoefu, ni mchezaji ambaye uh, yupo fit. Na kwa sababu ndo golkipa namba moja sitegemei kuona akipanguliwa aki, ingawa watu walikuwa na mlaumu kutokana na jinsi ambavyo ali konsidi goli ambalo lilifungwa na Abderrahim Bermm lakini sio mbaya, ni mchezaji ambaye hakuwa na option nyingine, kwa sababu mpira uliweza kudunda na kumfanya kupoteza direction yake yeye, eh, kama kipa. kwa hiyo atacheza pale eh, Musa Pinpin Kamara. Namba mbili atacheza Shomari Kapombe kama kawaida, kwa sababu ni mchezaji mkubwa, mchezaji mzoefu, ameshacheza michuano ya kimataifa kwa muda mrefu eh, lakini performance yake pia kwa sasa inambeba. Achana na mambo ya uzoefu, lakini performance yake pia Inambeba. Inambeba, ingawa ana mistake kadha wakadha kwenye kudefend, lakini sio mbaya, ana improve, na sioni kama Almasri watakuja kushambulia. By the way, ni timu ambayo itakuja tu kukaa zake nyuma na kusubiri nini kitatokea. Kwa hiyo Shomari Kapombe atacheza na namba tatu atacheza Mohamed Hussein kama kawaida, e, left footer magician, huyu mchezaji mzuri. Lakini nne na tano atacheza wale wale tu kwa sababu Chema loan Fondo ndo tuseme msimu wake umemalizika kwa sababu ya e, yani ya majeraha ambayo ameyapata. Atacheza kwa hiyo Hamza pamoja na Shamwa Karabwe, yani hakuna option nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hiyo back four itakuwa hiyo hapa. Kwenye eneo la kiungo unatazamia kumuona Yusuf Kagoma kwenye namba sita, lakini namba nane wake atakayemcompany kwenye pivot atakuwa ni Fabrice Luamba Ngoma. Menelewa. Of course Fabrice Luamba Ngoma ni mchezaji ambaye ana historia nzuri na Al Masry, nishamuelezea kwenye video kadha wa kadha lakini katika mchezo wa nusu fainali mwaka 2018 wa kombe hili hili la shirikisho e, aliweza kutoa asisti mbili. Asisti moja aliweza kumpa Jean Makusu Mundele, lakini asisti mbili ya e, pili aliweza kumpa Edi Ngoi Emomo ambaye alifunga mabao mawili katika huo mchezo. Kwa hiyo atacheza pale sawa, na kwenye namba saba atacheza Kibu Dennis Prosper, kwenye namba 11 atacheza Eli Mpanzu, kwenye namba kumi, kwenye namba atacheza Jean Chale Aua sawa, kwenye namba tisa atacheza uh, Ata, of course Ateba kwa kwa eh, Ateba atabidi apumzike, shanaelewa yeah. Of course anabidi aanzie bench na Steve Dese Mukwala. Nafikiri itakuwa ni perfect opportunity kwa upande wake kwa sababu hii mechi inahitaji magoli tu. Umeelewa. Na chansi ambazo zitatengenezwa zinahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kuziconvert, na kwa upande wa Simba, mchezaji mwenye reti nzuri ya kuconvert nafasi, unajua, Alteba na, uh, Steven Dese Mukwala, Ateba ana mabao mengi zaidi kuliko Mukwala. Sio, unanielewa? Kwa mantiki hiyo, uh, ukijaribu kufuatilia pia dakika ambazo Mukwala amecheza utagundua, uh, still Mukwala na dakika chache, uh, zaidi ukikompea na Ateba na still bado ana magoli mengi na ukiachana na hivyo pia, Mkwala hana bao la penalty, sinaelewa? Mm, tofauti na Mkwala ambaye anamaanisha okay, Ateba ambaye amekuwa akisukumwa pia baadhi na mabao ya penalty, ingawa siwezi kubeza ni, ni mchezaji mzuri, lakini Mkwala ana instinct za kuwa mshambuliaji maliziaji mzuri, mm. okay, ushambuliaji ni combine ya vitu vingi, maliziaji mzuri, na kwa sababu chances zinaweza zikazi zinatengenezwa na zinahitaji kumaliziwa, basi na opt kwamba aanze Steve Dese mkwala ili kuweza kufanya ile mchezo kuwa in favor kwa Simba kwa sababu, kama itatokea ametumia angalau chance mbili tu ambazo zitapatikana automatically atakuwa amesha tani mchezo, na mengine anaweza akafata baada hapo ya. Kwa hiyo hiko ndo kikosi ambacho kitaanza katika dimba la Benjamin Mkapa. Mabadiliko pekee ambayo yamefanyika katika kikosi hiki cha nyumbani na kile cha ugenini ni namba 9 kumtoa Lionel Ateba na kumweka Steven Dese Mokwala. Uh, formation gani au approach gani inaweza ikawa ni nzuri kwa iko kikosi kukabiliana na mpinzani? Yeah, umekuja kwenye formation of course, Simba kwenye makaratasi wanakuwa wana line up kwenye 4 2 3 1 umeelewa, lakini kiuchezaji wanacheza tofauti tofauti, umeelewa. Build up yake mara nyingi wache, kuna kuna, kuna wachezaji wawili tu nyuma sambamba na mchezaji mmoja kwenye eneo la kiungo. Wachezaji wanaobakia wengi wanacheza kwenye final third kwa ajili ya kupush timu mpinzani iweze kukaa nyuma muda mwingi ndio maana ukifuatilia utagundua Simba ina average possession kubwa zaidi kwenye michuano ya kombe la shirikisho hata kwenye ligi pia ni kwa sababu ya jinsi ambavyo imekuwa ikibuild. Build up hiyo inaweza pia ikawa na madhara vile vile, kama ukiweza kupoteza mpira kwenye, kwenye, kwenye build up. Manake kuna kwa kuna space kubwa maeneo ya pembeni na half space ambayo inaweza kutumika na washambuliaji wa timu pinzani kufanya movement hapo, na kukuadhibu kwa hiyo itategemea okay, nena itakavyokuwa lakini E, na sitegemei mabadiliko yote makubwa, kwa sababu automatically kwa sababu Simba wana option moja tu ya ushindi, manake Almasri pia wana option moja tu ya kuzuia yani. E, hiyo mechi haina mambo mengi mzee, kwenye hiyo option walionayo. Uh, Almasri tumeona wana michezo ya kushtukiza. Uh, kuna tahadhari yote inapaswa kuchukuliwa kuelekea mchezo wa tarehe tisa kwenye kile ambacho tuliona kwenye mchezo wa uh, raundi ya kwanza tu ya robo finali. Of course tahadhari nimeshazitaja ni, ni ni mara kadhaa umeelewa tahadhari ni zile zile kwa sababu unaweza ikatokea mipira ya kona na unajua kona yaani maana yake ni, ni mpira ambao umetoka kwenye goli alafu aliotoa ni mchezaji wa timu ambayo inashambuliwa kwa hiyo kona inaweza ikatokea kwenye mazingira ambayo hata kama ulikuwa kushambuliwi sana lakini imetokea tu mpira umemgonga beki wako ikatoka nje basi inatokea kona. Na kona ni miongoni mwa goal scoring opportunity muhimu tu kwa upande wa Almasri, kwa sababu kwenye open play inaweza ikawa mchezo mgumu kwao, umeelewa eh? hilo mm. E, jambo la kwanza, lakini kuna kuna kupoteza mipira kwenye build up phases ambayo inaweza pia ikapelekea kutengeneza turnover ya kwenda kutengeneza nafasi ya kufunga mm. Sio, unaelewa, kuna free kicks, yaani e, kuna namna kadha wa kadha swali so, langu la msingi, na linaweza likawa ni swali so, la mwisho kukosekana kwa Chefondo Maloni ndani ya kikosi cha Simba Sports, hususani pacha yake, yeye na Abdurazak Hamza, kuna namna yote ambayo imeathiri eneo la ulinzi la Simba Sports? Unajua uh, eneo la ulinzi ni eneo nyeti zaidi kwenye kwenye mpira, hilo watu wanabidi waelewe. Na mlinzi anaweza akikosekana akacheza mwingine, ukaangalia tu zile defending duo uh, zake tu action zake kwenye kudefend lakini ukasahau kwamba ulinzi ni sehemu ambayo inahitaji muunganiko wa muda mrefu, na kama hauna sababu ya msingi, utakiwa kubadilisha badilisha, kwa sababu mlinzi ndio maanake, siku hizi mpira unachezwa kuanzia nyuma build up, kuanzia nyuma manake e, unapigwa pass kutoka kwa goalkeeper kwenda kwa beki, beki ana nini? Sasa Chemalone ana impact yake kwenye build up, ingawa kuna muda anafanya makosa lakini Uh, ukifuatilia amekuwa ni progressa mzuri sana wa mipira kwenda mbele. Kwa mfano ukijaribu kureview bao ambao Simba walifunga dhidi ya CS Sfaxien kule, yeye ndo aliweza kupiga mpira mrefu kwa uh, nafikiri, Leone Lateba. Leone Lateba akaset kwa Jean Charles Ahoua ambaye alipiga semi voli ika bao pekee la na kuifanya miongoni mwa mechi ambayo imeifanya Simba kujihakikishia nafasi ya kucheza robo finali ni ile, kwa sababu kama wangepoteza, manake wangejitengenezea mazingira magumu, kwa hivyo E, ni mchezaji wa design hiyo lakini ni komanda au ni, ni mchezaji ambaye ana offer kitu tofauti na anacho offer Shamoe Kharabue kwa so, sababu ni hai, unajua Shamoe Kharabue pamoja na brother Hamza ni kama wanafanana umeelewa? Shemaloni anaweza ku role eneo kubwa la la uwanja akaclear umeelewa? Akaclear baadhi ya mistake ambazo zinatokea kwenye kwenye kwenye eneo lao la mwisho. Eh, ana role eneo kubwa lakini hawa wengine wana sifa moja ya utulivu. Ene uchao kidogo, kwenye, wana kieneo chao kidogo, wana utulivu kwenye wakiwa na mpira mguuni lakini ha, yani yule wa kuseme mtu wa mwisho ambaye yani, sema anaita wana kauliza, wanakuambia unamtuma sijui beki, wanaitumwa zaidi. Unajua Chemaloni kama anatumwa, maana Chemaloni ana uwezo wa kucheza eneo kubwa zaidi kwenye backline tofauti na mabeki wao wote wawili. Kwa hiyo, uh, ile work rate inakosekana pale lakini kwa kusema ina affect of course inategemea na jinsi mchezo utakavotana. Sioni, narudia tena, sioni kama Al-Masry wanakuja kushambulia. Sioni. Labda ungeniuliza kwamba kuna beki anakosekana, labda Muhammad Ashima au Khalid Sobhi wa, wa Al-Masry, ningeza kukwambia sawa, kwa sababu wanaenda kushambuliwa wanakuwa tested kwenye kushambulia, lakini ukiniuliza, labda uniambie tu Shemalone, ukosekanaji wake una affect vipi eneo la ushambuliaji la Simba, kama ambavyo nimetoka kuelezea kwamba anatengeneza build up nzuri kutokea nyuma, hapo sawa lakini by the way, wote hawa wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ulinzi, Abrazak pamoja na Shamu ni wachezaji wazuri kwenye build up, kwa hiyo sio mbaya, wanangu wa Simba eh, nyiye shikilieni maneno ya Dula Heavyweight katika yale ambayo ameyazungumza. Hizi dakika ambazo tumepata wasaa wa kuzungumza hapa, eh, zimetupa taswira kamili ya namna ambavyo kikosi cha Simba kitakwenda kuvuka hatua ya robo fainali kwenda hatua ya nusu fainali itakapokuwa, eh, tofauti na vile ambavyo imezungumzwa. Dulla hawezi akatukimbia, tutarudi kumuuliza wapi pameshindikana, na amezungumza mara kadhaa, mara nyingi sana, kuliweka sawa sisi. Nadhani eh, kwa hapa sasa, tunazisubiri dakika tisini za kipyenga cha mwamuzi ziamue katika dimba la Benjamin Mkapa atakuwa ni mnyama au ni Almasiri? Na ukimsikiliza Dulla Heavyweight anakuweka vizuri zaidi kwamba Simba anakwenda kushambulia tofauti na vile Almasiri wana mzigo mkubwa wa, wa kuzuia mashambulizi ya Simba Sports. Si uwe nasi tu katika Instagram, unampata kwa jina la Heavyweight underscore dulla. Heavyweight underscore dulla ndivyo anavyopatikana kwenye mitandao ya kijamii, lakini sauti unaoisikia ni Ajafet wa Mipango akiwa na Augusto Tabibu WiSport TV, ramba rambaza nasi katika kila kona ya mitandao ya kijamii tupata kwa jina la WeSport TV. Instagram ni WeSport underscore TV. Facebook ni WeSport TV, lakini TikTok pia unatupata kwa jina la WeSport TV. Dula pia anapatikana kwenye hiyo mitandao mingine kama Heavyweight Dula.